mwaka 2025 mwezi wa tisa majira saa tano, yani tarehe 16 mwezi wa tisa mwaka 2025 majira saa tano usiku huko mtaa wa Morovian uliopo kata ya Isyesye jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechoma moto. Kwa hiyo baada ya tukio la kutekwa eh, matokeo yake tarehe 16 mwezi wa tisa majira ya saa tano za usiku kwenye huu mtaa wa Morovian ndio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 Websta William Mwantebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni na